Kulipa kisasi ni kwenda kinyume kabisa cha imani yetu ya Kikristo. Tusilipe kisasi, la muhimu ambalo tunapashwa kulifanya ni kumwomba Mwenyezi Mungu kwanza atuweke sisi wote wa Tanzania kama wamoja na tumwombe asidi kuchochea ndani ya dhamiri zetu ule upendo ambao unahitajika ili kujenga taifa lililo moja anaandika eh, Baba Askofu Dr Benson Bagonza, mkuu wa KKKT Dayosisi ya Karagwe mkoani Kagera. Na nukuu chote alichokiandika: Kanisa Katoliki limempoteza mmoja wa viongozi wake, ni Mwadhama Polikapu Kardinali Pengo. Baraza la Maaskofu Katoliki TEK limempoteza jabali la maadili ya kanisa. Taifa limempoteza kiongozi wa kijamii aliyekuwa tayari wakati wote kutoa mawazo yake kwa ajili ya ustawi wa jamii nzima. Msiba huu umetukuta katikati ya msiba mwingine. Viongozi wetu wametawanyika huku na huko wakijaribu kuzima mioto iliyotokana na msiba huo. Kwa hiyo tunapoomboleza msiba wa Pengo ni muhimu kuomboleza vizuri na shauri ya fuatayo. La kwanza, Pengo na teki havitenganishwi. Huwezi kumpenda Pengo ukaichukia teki na kinyume chake, yaani huwezi kumpenda kuipenda teki ukamchukia Pengo huwezi kuumiza katibu mkuu wa Teki ukampenda Pengo. Kama una akili, basi tumia hekima. Jambo la pili, Kanisa Katoliki limeumizwa kwenye msiba huu. Vijora viwe likizo. Asiyependa kuomboleza atulie, awape nafasi wanaoomboleza. Jambo la tatu, Pengo ni bingwa wa maadili ya kiroho. Kama hakuwa nayo siku za mwisho Usibuni ulichokuwa unawaza, yaani usimlishe maneno. Hali yake na msimamo wake wa mwisho anaujua yeye na muumba wake. Kazi yetu ni kumwombea, si kummiliki. Jambo la nne, Pengo amefanya kazi na marais wote sita, anawajua vizuri lakini wao wanamjua kwa kiasi tu. Hilo ndilo kanisa. Marais wema na wabaya huja na kupita, lakini kanisa ubaki Tusilibeze kanisa, linalobaki kwa viongozi wanaopita. Machawa nimewa, nimewashia taa, msije msijesema sikuwaambia. Jambo la tano, mwadhama kardinali Pengo alikuwa mkristo Mkatoliki. Hakuna ukatoliki bila Ukristo, japo kuna ukristo usio kuwa ukatoliki. Kiunganishi chetu ni msalaba jitihada za kuliunganisha taifa zisijaribu kuwagawa wakristo kati ya teki CCT, CPCT, SDA na kadhalika. Wote ni wamoja. Vyama vinaweza kuwa na wenyewe, lakini kanisa hakuna cha kanisa. Lina wenyewe, mwenyewe ni Kristo. Jambo la sita, Pengo alikataa katakata mpango wa kuwa na dini ya taifa. Haikufaa wakati ule, haifai sasa na haitafaa mbeleni. Wanaojifanya wakristo huko, bwana Yesu asifiwe, paeni mbinguni mkaishi huko, na mnaojifanya waislamu kuliko Mtume Muhamadi swalla alehi wasalamu, nendeni muishi alikozaliwa. Tanzania ni yetu sote. Mwadhama aliupenda ukweli kama ambavyo unasimamiwa na TEKI. Mwisho, tushawishiane tusiburuzane. Pumzika mzee wetu. Kwaresma njema, Ramadhani Karim, amemalizia askofu eh, Bensoni Karikawe Bagonza.